Ni takriban miaka 14 imepita bila uta jimbo la Marekani kutekeleza hukumu ya kifo kwa njia ya kudungwa sindano ya sumu. Taberon Homi atakuwa ndiyo mfungwa wa kwanza kupata adhabu hiyo kwani kifo cha mwisho cha sindano ya sumu kilifanyika mwaka 1999. Taberon Homi will be put to death by lethal injection. Siku ya leo Jumatano, Homi atakula mlo wake wa mwisho kabla ya kupelekwa katika chumba kinachoogopwa zaidi kusubiri hukumu yake itakayofanyika siku ya kesho. Alifanya nini mpaka kukumbana na adhabu hiyo? Hakika ni ukatili wa kutisha. Taberon Homi ana umri wa miaka 48 amekuwa akisubiri kunyongwa kwa zaidi ya miaka 25, baada ya kumnyanyasa kingono na kumuua mama wa mpenzi wake wa zamani mwaka 1998. mnamo Julai mwaka 1998 Homi alimpigia simu mpenzi wake wa zamani na kumtaka amtembelee, akitishia kuua familia yake ikiwa atakataa. Baada ya kusubiria kwa muda mrefu hakupata majibu, jioni Homi alichukua teksi hadi nyumbani kwa Claudia Ben, mama wa mpenzi wake huyo. Alivunja mlango kisha kumvamia mama huyo, alimpiga na kumng'ata, akamkata koromeo, akamchoma kisu sehemu zake za siri mara nyingi na alikuwa amejitayarisha kufanya naye mapenzi kinyume na maumbile, lakini baadaye, wakati akitekeleza tukio hilo, aligundua kuwa tayari amesha fariki. Kulikuwako na watoto watatu waliokuwa nyumbani wakati wa shambulio hilo, akiwemo bintie na mtoto ambaye pia inadaiwa alimbaka na kumdhalilisha kingono. Jioni hiyo hiyo, baada ya kutekeleza ukatili huo, alikimbia lakini akakamatwa. Jaji alimhukumu kifo mwaka 1999 na amekuwa akikata rufaa dhidi ya uamuzi huo tangu wakati huo. Agasti 8 kitafanyika kitendo cha lethal injection, kitendo cha kumchoma sindano ya kifo. Kawaida sindano hiyo huwa ni mchanganyiko wa dawa tatu: dawa ya kuzuia maumivu, dawa ya kuleta kupooza kwa mwili na dawa ya kusitisha moyo kudunda, yaani kusitisha mapigo yako ya moyo. Honi ata